Ma, matamanio yangu mimi ninapojua mwaka huu tena itakuwa ni mwaka ambao tena wapinzani wetu watatukimbia kwa um, mafanikio tuliopata miaka mitano mfululizo kumpiga mpinzani, tumemfunga saba mfululizo bila kufunga. Na ninasema siku ya leo, nakwambia tarehe kumi na sita ni siku ya kuweka kwa kani mpira awatamalia dakika tisini na bila kwa kuhakikishia kwa